Habari, naitwa Reto kutoka Ufresh na jukumu langu ni kuhakikisha wewe, mteja wetu wa Ufresh, unapata bidhaa yako kwa wakati sahihi. Kutoka Ufresh tunahakikisha unapata huduma na bidhaa zenye ubora wa hali ya juu. Tunaendelea kuwasogea zaidi msimu wa sikukuu kwa ofa na huduma bora. Asante kwa kutufanya sehemu ya maisha yako. Tunapoelekea msimu wa sikukuu, tunasema tusherekee pamoja kwa ladha, ubora na urafiki wa kudumu. Asante kwa kutuamini sisi Ufresh. Ubora ni jadi yetu. Sasa unaweza kufurahia vinywaji na ladha yako pendwa kutoka Ufresh. Ufresh enjoy every sip. Ufresh enjoy every sip.